Tukio hilo linalovuta hisia za walio wengi limetokea katika kitongoji cha senta elo, kijiji cha imara mpaka, kata ya Kamsekwa wilayani hapa, ambapo baadhi ya mashuhuda wa tukio hilo wanasimulia. Naitwa Haji Yasini Mlewa. Ni mti ambao ulioanguka tangu mwaka jana, ulingoka na mizizi yake, lakini leo hii sasa tunashangaa kuona kile kisiki kimesimama kabisa, baada ya kuwa umeanguka baadaye, akakatwa matawi yale matatu, kama kusafisha njia. Baada ya hapo sasa kile kisiki tu kilichobaki wale ndo kimesimama wenyewe, bado yamelala vile vile. Yaani, huu mti una matutu yaliokipua kipua baadhi ya jamii kwa kweli, na maswali ya kujiuliza kwamba hii ni ujiza sasa ni ya kishirikina au pango ya Mungu, bado majibu hayajapatikana. Mimi naweka kikupa cha ni mkaze gagana, namba kumi na mbili, kweli nimekuta mti umesimama. E, taaruhi yake ni kwa ajili ya maajabu tu kwamba kitu kilichokuwa kimeanguka alafu leo kimesimama. Imekuwa la kwanza kwa mimi kuona, ila nilikuwa nayasikia tu kwenye redio kwamba yapo haya mambo. Afisa mtendaji wa kijiji cha imara mpaka Richard Kizinga akizungumza na kipindi hiki, amesema mara baada ya kupata taarifa za tukio amefika eneo hilo na kukuta umati wa wananchi wa kistaajabu juu ya mti unaosemekana uliangushwa na mvua zilizoambatana na upepo mwaka jana na sasa kukutwa umesimama Sijua simu kwamba kuna mti aina ya mlumba ulianguka mwaka jana. Baada ya kuwa nime, nimepata taarifa, nikasema hapana, ni nifike eneo la tukio nije nijiridhishe, maana haya matukio nimekuwa nikiyasikia kwenye vyombo vya habari, watu wanahadithana. Wananchi hapa ni wakuta ni zaidi ya watu mia moja hamsini. hali ikoje eneo la tukio mpaka sasa hivi? Ah, hali ya eneo la tukio hakuna taharuki kubwa isipokuwa ni mshangao kwamba ni vitu ambavyo ni, ni nadra sana kuviona kwa macho ah, wengi sana wanalipelekea kwenye imani za kishirikina, lakini wengine wanapelekea kwenye uwezo wa Mwenyezi Mungu, ametenda miujiza. Mti ulikuwa haujakatwa uli, ulianguka nadhani kwenye mvua za mwaka jana, kwa hiyo uling'oka kabisa na mizizi zake. Na barabara hiyo ambayo mti umeanguka inatoka wapi na inaelekea wapi? Ya kusafirisha mazao, inatoka mbugani inaenda kwenye miji za watu kitongoji cha senta hilo. Kutaka kufahamu kitaalamu zaidi kuhusiana na tukio hili, nimemtafuta mhifadhi ikolojia, kwa upande wake amesema, naita kumbuzi ya manyama msoma ni mhifadhi ikolojia chini ya shirika la hifadhi za taifa Tanzania, Tanapa. Kwa ujumla sio rahisi mti ukikatwa ukarudi tena katika hali yake ya awali, huenda pengine au wananchi baada ya kuwa huo mti umedondoka au kuweza kung'oka mizizi yote, tuwasisitize wanajamii wapende hii miti na waweze kuihifadhi. Siache miti ituletee mvua kwa sababu ni miti dawa. Siache miti itumike kama dawa, kwa ajili ya kuhifadhi maji, kwa ajili ya kulinda udongo, kwa ajili ya kuzuia mmomonyoko wa udongo, kwa ajili ya kutumika pia kwa shughuli za kisayansi. Nadhani kuna baadhi ya miti huko huo ukanda wa Tabora, ukanda wa Kigoma, mfano hii miti jamii ya mlumba au miti jamii ya mkuyu. Hiyo miti ikiwa imeshakuwa na umri mkubwa, huwa inakuwa mikubwa, inakuwa mipana na inakuwa minene. Kwa hiyo wakati mwingine upepo unaweza ukapelekea mti huo ukadondoka. Kama mizizi yote haijang'oka kwenye udongo, maanake ni kwamba kutakuwa na asilimia fulani ya mizizi bado imeimarisha ule mti. Unaweza ukashangaa ule mti ukaendelea kukua.